Taarifa mpya za uchambuzi wa picha za satellite zilizotolewa na kitengo cha Sanadi cha Al Jazeera zimefichua kuwa jeshi la ulinzi la Israel IDF bado linadhibiti takriban vituo 40 vya kijeshi ndani ya ukanda wa Gaza licha ya madai ya kujiondoa nyuma ya mstari wa mpakani unaojulikana kama mstari wa njano, yellow line, uliotajwa kwenye hatua ya kwanza ya makubaliano ya usitishaji vita. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Israel bado inadhibiti takriban asilimia 58 ya eneo na lote la Gaza, hatua inayotilia shaka utekelezaji wa mpango wa kuvuta majeshi uliotangazwa mwishoni mwa mwezi Septemba mwaka huu. Vituo vya kijeshi vya Israel vimegawanyika katika maeneo yote matano ya Gaza kama ifuatavyo: kaskazini mwa Gaza kuna vituo tisa vya kijeshi, katikati ya jiji la Gaza kuna vituo sita vya kijeshi, Der el Balah kuna kituo kimoja cha ja kijeshi, Khan Younis kuna vituo 11 vya kijeshi, na Rafa kuna vituo 13 vya kijeshi. Baadhi ya vituo hivyo vilijengwa wakati wa vita, huku vingine vikiwa vipya kabisa. Mojawapo, kilichoko katika mlima wa El Muntar Shejaya, kimeripotiwa kupanuliwa kati ya Septemba 21 na Oktoba 14, likiwa na barabara mpya na miundombinu ya kudumu. Makubaliano ya hatua ya kwanza ya usitishaji vita yalitaka majeshi ya Israel kujiondoa nyuma mstari wa njano, Yellow Line, ambao kwa sasa haujafafanuliwa rasmi. Hata hivyo, picha za satellite zinaonyesha vikosi vya Israel bado vipo ndani ya eneo hilo. Hasa katika ukanda wa kati na kusini mwa Gaza. Tangu tangazo la usitishaji vita, zaidi ya wa Wapalestina 120 wamewawa kutokana na mashambulizi ya kijeshi ya Israel. Miongoni mwao ni wajumbe 11 wa familia ya Abu Shaban waliopigwa risasi mnamo Oktoba 14 katika jiji la Gaza walipokuwa wakijaribu kurejea nyumbani. Jeshi la Israel lilidai baadaye kuwa lililenga gari lililoshukua kuvuka mstari wa njano, lakini ushahidi wa eneo unaonyesha kuwa tukio hilo lilitokea katikati ya eneo la raia. Mpango wa hatua 20 uliozinduliwa Septemba 29 unaoungwa mkono na Marekani unalenga kuondoa majeshi ya Israel kwa awamu tatu huku ukihusisha usimamizi wa kimataifa katika hatua za baadaye. Awamu ya kwanza ilikuwa yellow line. Israel ilitakiwa kuvuta majeshi nyuma ya mstari wa njano huku Hamas ikianza kuachilia mateka wake. Awamu ya pili ilihusu red line. Jeshi la Israel lingepaswa kurudi nyuma zaidi na kikosi kima cha kimataifa cha utulivu ISF kingepelekwa kudhibiti eneo la kati la Gaza. Awamu ya tatu, ambayo ni awamu ya mwisho, ilihusu ukanda wa usalama. Israel ingesalia kudhibiti ukanda maalum wa usalama pembezoni mwa Gaza, huku utawala wa kimataifa ukisimamia eneo lililosalia kwa Wapalestina. Lakini hata katika awamu hii ya mwisho, Wapalestina wangeendelea kuishi katika eneo dogo zaidi kuliko kabla ya vita, huku mizingiro ya anga na bahari ikiendelea bila kutajwa suluhisho Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanasema kwamba uwepo wa vituo 40 vya kijeshi vya Israel ndani ya Gaza unaonyesha kuwa kuvuta majeshi ya Israel ilikuwa jina tu huku Israel ikiendelea kudhibiti kimkakati maeneo muhimu kama kambi za zamani za Hamas, miundombinu ya barabara kuu na njia za kusafirisha misaada. Ripoti hii pia inaashiria hatari ya kuvunjika kwa makubaliano ya usitishaji vita ikiwa Israel itaendelea na udhibiti wa ardhini, hali inayoweza kuchochea mapigano mapya kati ya IDF na makundi wa ya wapiganaji yaliyosalia. Licha ya tangazo la kuondoa majeshi, hali halisi inadhihirisha kuwa Israel bado inaendelea kudhibiti sehemu kubwa ya ukanda wa Gaza na hivyo kuibua maswali mapya kuhusu uhalisio wa makubaliano ya amani na hatima ya watu wa Gaza katika mpango wa baadaye wa usalama.